Bado tunaendelea katika zoezi la kuwagawia vijana pikipiki piki. Na zoezi hili litakuwa endelevu kwa miaka yote ambayo mimi nitakuwa kiongozi katika jimbo la Kigoma mjini, na nawasii vijana wengine wote ambao mna vijiwe vya pikipiki piki. Hapa ndipo kijiwe cha Msufini. Watu wote ambao mna vijiwe vya pikipiki piki. Tunaomba mwende mkajisajili. Kujisajili ni rahisi sana manispaa, ili mtambulike, tukiwakabidhi pikipiki tujue tumekabidhi kikundi ambacho kinatambulika. Hatuwezi kumpa mtu pikipiki ambaye wamejikusanyakusanya tu kihuni, hapana. Tunataka watu ambao wanafanya kweli biashara hii ya usafirishaji. Nimekuja hapa, wadogo zangu, niliwaahidi kwamba nitawakabidhi pikipiki, na wamekizi vigezo vyote vya kukabidhiwa pikipiki kwa ajili ya kuanza kufanya biashara na wao kuweza kuendesha kijiwe chao. Hii ni shughuli ambayo kiuhalisia inaitaka moyo, inahitaji moyo wa mtu kujitoa, moyo wa kiongozi ambaye anawapenda wananchi wake. Nimeamua kwamba kwa miaka kwa mitano nitagawa pikipiki mia mbili hamsini.